Na mtazamaji wa Trend TV bwana, kwa kile ambacho kimetokea au kimemkuta uh mwanadada Muna Love nadhani kua unafahamu kwamba mwanadada Muna Love bwana alikuaga na mwanae anaitwa Patrick, lakini Patrick alifariki akiwa na umri mdogo tu. Na Patrick alikuwa maarufu kutokana na kwamba ni mmoja kati ya watoto yake, kuwa, so, ni kwa sasa, Muna, ya watoto ambao walikuwa wakivalishwa wanapendeza kweli kweli, vile vile akawa ni mtu wa Mungu sana kwamba na bwana akapata mtoto mwingine, na huyu mtoto kama tulivyoeleza katika video zilizopita kwamba kilichomkuta Muna Love ni ni masikitiko makubwa sana, hususan baada ya mtoto wake kuwa na tabia ya kunyonya vidole. Na hii hii issue ya mtoto kunyonya vidole ni kitu ambacho alikuwa yampendi kwa sababu watoto wengi sana wanaonyonya vidole midomo yao huwa inaharibika. Kwa hivyo basi, alikuwa anatafuta mbinu ya kuhakikisha kwamba mwanae aendelei kunyonya vidole, kwa hiyo akaamua kumpaka pilipili, lakini mwisho wa siku akaona kwamba pilipili inamsumbua mtoto analia sana usiku kwa kwa hiyo akaamua kumfunga plasta. Sasa alivyomfunga plasta ni kwamba mtoto akawa anaendelea kulia, akahisi kwamba anafanya hivyo ili mradi tu afunguliwe plasta aendelee kunyonya vidole, kitu ambacho yeye alikuwa anakiignore, yaani anakipuuzia. Kumbe mtoto alikuwa anaumia na at the end of the day kumbe ni kwamba akaanza kujutia na kumpeleka kwa ndugu yake. Ndugu yake akaona kwamba okay, basi kwa hiki kilichotokea, usimfunge tena plaster, muache tu. Sasa alivyomrudisha nyumbani, mtoto akaendelea kunyonya kile kidole na yale malengelenge kidole kikaa ile yale malengelenge yakapasuka na likawa ni jeraha kubwa sana kwenye kidole chake. Sasa hilo jeraha ndio kitu ambacho kimeibua, e, matatizo, mazonge makubwa sana kwa huyo mtoto, na inavyosemekana ni kwamba vidole vimekuwa vyeusi. Kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata za ndani ambazo zinasemekana ni kwamba vidole vimekuwa vyeusi, na kwa mujibu wa uchunguzi ambao tumefanya ukiona mkono kukatwa au kidole kukatwa, yaani infection. Umeona bwana? so ni mazito kweli kweli ambayo Muna anayapitia na yeye mwenyewe anaona kabisa kwamba ni makosa yake kwa hiyo anajilaumu kweli kweli na ni vitu ambavyo kiukweli ukipita katika peji ya Muna lazima vitakugusa ukiwa kama mzazi. Eh, ni kitu ambacho kweli kinaumiza sana. So ameshare hiyo experience yeye mwenyewe amesimulia hiyo story yote katika caption ambazo alikuwa anaziandika na hivi karibuni kuna caption ambayo tumeisoma katika video iliyopita nadhani ni ya majonzi sana. Lakini hii hapa ni nyingine na kibaya zaidi ni kwamba sasa hivi watu wameanza kumwaccuse. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakimsema Muna, wakimdm na kumsema vibaya kwamba anawa eh, watoto wake kama sadaka kwa namna moja au nyingine, kitu ambacho eh, ni kitu ambacho sio kizuri, sio sahihi. Na kuwaje mtu anadiriki kuzungumza vitu kama hivyo wakati mtu anapitia wakati mgumu. Umeona? Kwa hiyo hii caption pia amekuja kuipost yeye mwenyewe Muna katika kurasa yake wa Instagram. Muna ameandika ujumbe huu hapa wa kwanza kabisa. Kuna, kuna slide mbili hapa amezipost. Ya kwanza ameandika kwamba, "Yesu kwa Patrick, imetosha kipimo cha imani, huyu Mungu niachie, nionee huruma nimemaliza maneno yote, nasikia uchungu mkali sana. Fikiria hawa watesi wangu wanavyonisubiri kunicheka. Muna, muna ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba kwa Patrick mtihani ambao alipewa kwa Patrick unamtosha. Huu, huyu mtoto anaomba Mwenyezi Mungu amwachie kwa sababu tunakumbuka kwamba Patrick alifariki. Kwa hiyo yeye Muna anamuomba Mungu huyu amwachie kwa sababu watesi wake wanamsubiri, chochote kile kibaya kitokee kwa mwanae waanze kumcheka. Sasa hapa katika slide ya pili ameonyesha moja kati ya hao watesi wake, watu ambao wanamsema vibaya. Kuna mtu hapa anaitwa Hawa Musa 20 ameandika kwamba pesa za ghafla za shortcut ndio maana huyu mtoto hamea, umeanza kumposti kama unampenda, kumbe una jambo lako da, huyu malaika unataka, unataka kumtoa roho kwa mateso sana, kama Patrick analia hadi mtu unasikia maumivu yake. Wananchi sasa hivi hawawezi, ku, hawawezi kumwazia mabaya huyo malaika, ila akifariki ndo utajua. Eh, hasira za watu, watakusema mabaya kwamba umemtoa mtoto kafara. Watu wazima wenye hekima zao wamekaa pembeni wanaangalia mchezo na maigizo yako. Najua huu ujumbe utakuumiza, ila naomba unisamehe sana please. Mrudie Mungu kweli, na kubali kuwa masikini kama Dixi, kama Dickson, na utaanza upya vizuri tu kwa sababu ya sapoti kwa watu na kwa Mungu. Kuna mtu amekuja kutuma huo ujumbe na huu ujumbe, bwana, ni kwamba anamwaccuse kwa namna moja au nyingine, hatujajua vizuri lakini, kama umeelewa ujumbe huu ulikuwa unamaanisha nini au una malengo gani kwa Muna, basi utatuambia. Lakini pia hii Muna imemuumiza yeye na amekuja ameandika hapa chini katika caption kwamba hii slide ya pili, Yesu Yesu, nitazame kwa huruma yako kabla sijapata, kabla sijapata mimba nilikuomba unipe mtoto tena. E, nikamuita testimony mtoto hmm, wa huyu dada anaitwa Testimony ambaye ndo huyu amepatwa na hayo mazonge eh, lakini akasema kwamba na, na atakutumikia atakutangaza duniani kote, tutajivunia wewe. Sasa mbona yale ninayoyafanya eh, tuliyokubaliana, najitahidi kumwe, kumweka kwenye makubaliano. Wewe wajua maisha yake, angalia watesi wanavyonisubiri yatimie, e, wanicheke na kunipa majina ambayo sistahili. Yesu, naumia, tazama huyu mwingine ameshanipa, amesha amesha jina ambalo sistahili mbele zako, nitendee, Yesu. Huyo Muna ameandika hivyo, akuishia hapo Muna akaendelea kusema kwamba nakubali majaribu yote, lakini hili lisitokee lolote. Sitamani kukuacha. Nime, nimeona mengi makuu. hmm? Umenitendea hili sistahili hata, kusi, uh, sistahili hata kusikia mfanye tesimoni akawe ushuhuda wako wa kweli. Hii slaidi ya pili nikiisoma, natamani hata kufariki. Yesu nihurumie, tazama watesi wangu, tazama hizi fimbo, tazama wanachosubiri kukisikia, wanachotamani Yesu nikumbuke hata kwa sadaka zangu na kujitoa kwangu kwa watu wako. Najiona najiona na naanza kukata tamaa, e, kuchanganyikiwa. Niokoe mimi jamani, nisaidie nisaidieni maombi. Ameandika hivyo Muna meona. Bwana hii ni posti ambayo Muna ameiweka leo mapema tu asubuhi, so ni kitu ambacho kimewaumiza watu wengi, na hapa kuna wadau wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, Wolper anasema kwamba, bwana namlaani aliyeaminisha watu wewe Una wa, una ua uzazi uzao wa tumbo lako uliobeba kwa mateso ya miezi tisa, ifike mahali watu wa, waache hizi mambo za kafara, mnaejua nyie, kafara mnaejua nyinyi. Sasa huyu Muna ana hela gani ya kusingiziwa kafara? Muna ebu usisome hivi vitu, kwani Huwezi kukaa bila kusoma? Usisome, acha wakuamini waku wakuamini. Ameandika hivyo Wolpa. Lakini Suraiya amekuja ameandika kwamba binadamu sisi, mtu anapitia mitihani, sisi ndio wakumpa faraja, kumwombea, ila sisi ndio tunazidi kumdidimiza na maumivu. Kama huna laheri bora unyamaze jamani. Hakuna, ma, hakuna mama anayependa kumwona mwanaye anateseka. Hizo imani za kipuuzi hamna hata uso wa haya. Mungu yuko nawe mama. Testimony, we will testify the glory of God, kama ilivyo jina lake. Usikate tamaa, Mungu ana makusudi yake. Surai ya huyo Sanchi Wold ameandika hivyo. Kari amekuja hapa amesonga, bwana sister, naomba uwabloku hao wasikupe stress kabisa, wi. Ameandika hivyo Kari. Comment ni nyingi, nikisema kwamba nisome hapa hii video inaweza ikawa hata na dakika 40, lakini nataka niishie hapa. Natamani nisikie na wewe pia, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili, lakini kubwa zaidi, uh, ni kwamba uh, na tumuombe Mwenyezi Mungu, tumuombe huyu dada Muna Love anapitia wakati mgumu sana. E, Mungu amsimamie, amponye mwanaye. Lakini pia kama na wewe pia una maoni yoyote, weka hapo chini katika comment section. Nitakuwa nikisoma na kureplay kila comment mimi mwenyewe personally, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.